Habari wadau. Leo tunaiangalia movie ambayo mashabiki wa horror na zombie wameisubiri kwa miaka 20. Hii ni 28 years later. Je, yeah, Danny Boyle na Alex Garland wameweza kurudisha ule msisimko wa kwanza? Karibu kwenye review yetu na kama ni mgeni, usisahau kusubscribe. Movie hii inaanza miaka 28 na baada ya mlipuko wa kwanza wa Rage Virus, Uingereza bado ipo kwenye karantini kali nakutana na familia moja inayoishi kwenye kisiwa kidogo kiitwacho Lindisfarne Holy Island. Kuna kijana anaitwa Spike, Alfie Williams, baba yake Jamie, Aaron Taylor Johnson, na mama yake Isla, Jodie Comer, ambaye anaumwa sana. Spike anaamua kufanya safari ya hatari kuelekea bara mainland, kutafuta tiba kwa ajili ya mama yake. Huko anakutana na viumbe waliobadilika infected, ambao sasa ni wenye akili zaidi na wanakasi ya ajabu. Unajua nini? Muvi hii imerekodiwa kwa kutumia iPhone 15 Pro Max. Danny Boyle ametumia simu kutoa picha fulani ya Raw na Grim ambayo inafanya movie ionekane kama hali halisi ya maisha ya baada ya maafa. Evolution ya Zombies. Zombies wa hapa sio wale wa kulega-lega, wamebadilika, evolved. Kuna mpaka alpha infected ambao ni hatari zaidi. The Bone Temple. Kuna sehemu inatisha inaitwa The Bone Temple inayoongozwa na kiongozi wa kidini wa ajabu Jimmy Crystal. Hapa ndipo utaona binadamu wanaweza kuwa wabaya kuliko hata zombies. Kuhusu uigizaji, Jodie Comer na Ralph Fiennes wamefanya kazi kubwa sana. Movie hii sio tu kuhusu kukimbizana na zombies, ni kuhusu hisia, upendo wa familia na jinsi jamii inavyosambaratika. Upande wa pili watu wengine wanaweza kuona mwisho wake una mabadiliko makubwa ya ghafla twist, ambayo inaweza kukuacha na maswali mengi, lakini ni kwa sababu hii ni sehemu ya kwanza ya trilojia mpya. Rating ninaipa 8.5 out of 10. Ni lazima uione kama unapenda horror. Je, wewe umeiona au unapanga kuiona? Niandikie kwenye comments hapo chini. Unadhani rage virus ingeweza kutokea kweli? Tukutane kwenye video ijayo. Peace.